Imekuwa ni siku ya sayansi duniani kwa amani na maendeleo, lakini bado pia unakuja kuangalia amani na umuhimu mkubwa sana katika kila taifa. Tumekuwa mashuhuda wazuri katika baadhi ya mataifa, lakini hata tumekuwa mashuhuda wazuri katika baadhi ya matukio ambayo yameweza kutokea katika taifa letu hapa la Tanzania. Kwa hiyo, kila mmoja na bidii ya balozi hakisha kwamba tunadumisha amani yetu ambayo tunayo hapa nchini Tanzania, na ndio maana tunazidi kuoza kuona viongozi wa dini wakiendelea wa kusisitiza amani kwa hapa nchini Tanzania na mimi huwa nazungumza kila wakati kwamba tudumishe amani yetu kabla ya uchaguzi, wakati uchaguzi na hata baada yeah. yeah. yes. ya uchaguzi uchaguzi ushafanyika, basi tuendelee kudumisha amani yetu kwa hapa nchini Tanzania. Lakini hata hivyo unakuja kuangalia siku hii ya leo kwa pale Dodoma bunge yes. yeah. la 13 inaanza rasmi <laughs> watu walikuwa wanasubiri vitu vingi sana yes na katika bunge hii la kumi na tatu kuna sura mpya ambazo tunaweza mm, kuziona na matarajio ya watu wengi sana, na mimi ni mmoja wapo, Idrisa pamoja na Miriam kuweza, yeah, kuona sura mpya. Wataweza kuzungumza, kuzungumza nini pale bungeni? Wataweza kuzungumza nini kuhusiana na wananchi wao? Kwa sababu wananchi wameweza kuapa dhamana, wameweza kuamini, sasa wao kwa wana wajibu kuhakikisha kwamba wanazungumza changamoto ambazo zipo katika majimbo yao. Yes. Na hata hivyo wanakuja kuangalia takriban wabunge 272 ambao wamechaguliwa majimboni, lakini hata yes. hivyo kuna wabunge ambao waliweza kuteuliwa takribani yes. wabunge 115 ambao wameweza kuchaguliwa, na siku ya jana tuliweza kumwona Mheshimiwa Rais Dr Samia Suluhu Hassan akiweza kufanya uteuzi kwa wabunge wawakilishi ambao walikuwa yeah, yeah, ni ni sita. Niliona ile updates. Kuna kitu ambacho umekizungumza e, hasa ni ingizo jipi ambalo linaenda ku wawakilishi wa wananchi kwenye majimbo husika ambayo wameatoka. E, ni jambo kubwa na kila kila kila kila mkoa unatarajia matarajio makubwa kwa mwakilishi wao ambao wao walimchagua kuakisha kwamba anaenda kuwasemea kile ambacho e, walichokuwa nacho mtaani. Na nafikiri bado bado akili zimechangamka, nasema hivyo ni bado kama ni akili ni za moto yeah. Yani, kila mbunge ambaye atakayepata nafasi bungeni ya kuzungumza atazungumza kile ambacho amekiona kwa sababu alikuwa jimboni. E, amepiga kampeni amesikia wananchi wanazungumza kitu gani ambacho hawana, e, kitu gani ambacho wanakitaka kwa haraka. Kwa hiyo nafikiri ni bunge ambalo nategemea makubwa na ni bunge ambalo, e, tutapata watu wengi ambao watakuwa wanazungumza mambo makubwa kwa sababu changamoto mtaani ni nyingi, na hawa hawa wabunge ambao wanda bungeni wameziona mtaani. Kwa hiyo e, mimi niseme kwamba kwa igizo jipya ambalo tumeliona tunategemea makubwa kwa wao, sio umechaguliwa basi e, uende uka uka ukawe ni mtu wa pituko bungeni, hiyo inakuwa si picha nzuri. Kwa hiyo eh, kama kama jamii imekupendekeza ukawakilishe, basi hakikisha unapata misingi ya kibunge, lakini pia hakikisha kile ambacho e, wananchi walokutuma basi ndio uende ukakifanya. Ukienda ukifanya nje ya kile wananchi ambayo e, walichokutuma, maana yake wewe sio mbunge tena wa wananchi, labda ukitafuti jina lingine wakupe, kama mbunge wa kimataifa na vitu vingine, sababu bunge letu sisi alipokea bunge wa kimataifa yeah. Bunge letu sisi tunapokea bunge ambao umetoka majimboni kwa hiyo e, mimi niseme nitegemee makubwa kwa ile bunge la 13, lakini pia kwa igizo jipya ambalo limeingia, ndio matarajio makubwa kwa watu wengi kusikia watazungumza nini, na sasa hivi bado vichwa vya moto Yeah. Na, <laughs> jojina hapo hapo ukikazia kwamba ukiangalia wabunge waliochaguliwa kutoka majimboni ni wengi. Tumisi Yeah. Wameaminiwa na nchi, wameaminiwa na wananchi kwenye majimbo majimbo yao na Wananchi wameanza kuamini tokea kipindi cha kampeni. Walikuwa wakiwaita wanaitika. Wanaenda wanawasikia sera zao, watafanya nini kwenye mabunge, kwenye majimbo yao baada ya kuchaguliwa. Kwa hiyo wamepita. Kwa hiyo tunatutegemei sasa waende wakae wasaliti. Ah, yeah. Hawapaswi kwenda okay, kuwasaliti wananchi wao. <laughs> Yaani kila mtu ambacho amekiaidi, saizi mbunge ina maana akili yake inawaza ni kwenye yale kwenye zile ahadi zangu. Nianze kutekeleza ipi? Yeah. Nije na ipi? Na kitu ambacho pia wabunge wanatakiwa kujua ni kwamba kwenye hii miaka mitano ambayo inaenda kuanza leo endapo watafanya vizuri, basi watakuwa wanajiwekea wana, wana uaminifu kwa wananchi wao. Hata ikipita na miaka mitano, uchaguzi tena mwingine unaokuja, mtu anaweza kapita tena, yani kama uliahidi umetekeleza. yeah, yeah, wananchi wasikupe tena nafasi. Yes, yeah. Yani hata kuna zile asilimia mtu hata umefika, yeah, hata hamsini, hata umevuka hamsini, kweli wananchi wanaona kweli, mtu tunaye yani jimboni tunaona kumechangamka. Lakini sasa unakuta mtu umechaguliwa, kazi yako ni kupiga tu makofi kwa ajili ya watu wengine, na hapana. Kwa hiyo bunge, tumewaamini mkatende yale ambayo mafeni na ambayo wametuahidi, tunawaambia yes. Wabia. Lakini katika mengi ambayo watu wanayasubiria katika bunge hili la 13 ni mm. pamoja na kuchaguliwa kwa spika mpya tunafahamu, yeah. lazima mchakato ufanyike mapema kabisa yes. spika aweze kupatikana na yeye kuweza kupata kiapo, lakini baada ya tu kuweza kuwapa basi, wabunge ambao libaki na wengine pia watakula kula kiapo yes. mm. lakini hata hivyo ni bunge la 13 ambao tukumbuke kwamba kwa bunge la 12, mm pia kulikuwa na idadi chache ya wabunge kutoka vyama pinzani, hakukuwa na kambi ya upinzani yes. na hata katika bunge hili la kumi na tatu hakutakuwa na kambi, ngoma iko pale pale, ngoma iko pale pale. Kikubwa ambacho matarajio ya wengi ambayo wanataka kuki, kukiona, mimi nafikiri jambo kubwa ni maendeleo, kwa sababu bila maendeleo E, hakuna chochote ambacho kinaweza kuwa kina, kina kitaleta sura tofauti kwenye kwenye nchi yetu. Kuwepo kwa kambi pinzani bungeni ni jambo kubwa ambalo kila mtu hata huwa anatamani aliona, lakini e, kama viwango ambavyo vilivyowekwa hamkufikisha. E, tumeona hata baadhi ya ya, ya, ya, ya vyama havikupewa e, ili wabunge wa viti maalum, na tunajua sheria yetu inavyosema ina kwamba ili chama kiweze kupata wabunge wa viti maalum, basi kifikisha angalau asilimia tano ya kura e, za wabunge kwenye majimbo yao husika kinakuwa kina uhalali wa kupewa wabunge wa viti maalum. Kwa hiyo e, hili pia tumeliona kwa Chauma, kuna baadhi ya, ya wabunge wa viti maalum wameweza kupewa. Kwa hiyo e, hao ni wabunge ambao au ni chama ambacho kilifikisha hizo asilimia ambazo e, za za kura kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye wabunge wao ambao walikuwa majimboni. Kwa hiyo ni jambo kubwa e, na ni jambo la kusema sasa e, kama chama namba kilichopata dhamana lakini pia e, chama endelevu au chama Eh, ongozi nataka kusema hivyo, na chenyewe pia kina jukumu la la kuwa sehemu ya kuleta maendeleo, kwa sababu wengi wanategemea kuona maendeleo kwa watu ambao wale wapendekeza kwenda kuwawakilisha bunge, lakini pia tuwakumbushe watazamaji wetu kwamba leo ikiwa ni ufunguzi wa Bunge la 13 pale Dodoma, lakini pia kuna mambo mbalimbali ambayo yatafanyika ambayo yataongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yes. Ikiwemo kuchaguliwa kwa spika na naibu wa spika wa bunge, lakini pia ku, fanya nini kuthibitisha uteuzi wa nini wa waziri mkuu ambaye atakuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo wawe tayari kusikiliza bunge letu ambalo linaenda kuanza leo, lioa viongozi wapya, lakini katika nafasi ya uspika pamoja na nafasi ya waziri mkuu, yaani kuna majina kama vile, kwa hiyo na bado tunakuja kuangazia kwa kile ambacho Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambacho alikifanya siku ya jana kwa kuweza kuwateua wale wa bunge sita, mm. lakini hata hivyo, wamo mawaziri pia wameweza yes, kurudi akiwa ni pamoja na mama yetu Dr. uh, Dolos uh, Wajima uh, -um, ameweza kurudi, ambayo tunafahamu alikuwa ni waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, yeah. Lakini hata pia uh, Balozi Mohamed Thabit Kombo yeah, ambaye alikuwa ni waziri wa mambo ya nje pamoja na ushirikiano wa Afrika Mashariki naye pia ameweza kurejea. Lakini unakuja kuangalia Bashiru Ally pia na yeye ameweza Ame kurejea. Tunafahamu alikuwa ameweza kushika nafasi mbalimbali katika yeah.